Tunaona vitu ambavyo Zuchu anampatia Diamond Platnum, sio vitu vya mchezo mchezo. Tuliweza kushuhudia ile video ambayo ilitrend sana katika ukurasa wa Instagram, ikiwa inaonesha Zuchu namna ambavyo anacheza na Diamond Platnum, namna ambavyo anambembeleza, na ile ndo kazi ya mwanamke. Mtoto wa kike unatakiwa uwe romantic, unatakiwa umpetipeti mume wako, ili mradi tu mume wako anakufikiria we wewe muda wote, kitu ambacho Zuchu tayari ameshafanikiwa kwa asilimia kubwa sana kwa msanii Diamond Platnum, lakini pia msanii ya Diamond Platnumz kwa asilimia kubwa sana ameshafanikiwa kuteka moyo wa msanii Zuchu, kwani zawadi zimekuwa hazikauki kwa msanii Zuchu. Siku ya leo ni siku muhimu sana kwa Zuchu, na ni siku ya birthday yake, anatimiza miaka 32 tangu azaliwe mwaka 1993. Msanii Diamond Platinum hajaweza kuposti katika peji yake yoyote eh, kumuishi labda kumtakia heri ya birthday, na watu wengi wakawa wanajiuliza kwa nini mpaka dakika hii msanii Diamond Platinum hajaweza kuposti, wengine wakiwa wanahoji na kudai kwamba huenda hawa watu wameachana au watu wametengana, lakini nataka nikuhakikishie wewe eh, shabiki wa Zuchu pamoja na shabiki wa Diamond Platnum, Diamond na Zuchu hawajaachana, na siku ya jana D Voice alikuwa na show kubwa sana kule Kigoma mjini na eh, aliweza kuwapigia video call na wakazungumza na wana Kigoma, na tuliona namna ambavyo D Voice alimpigia uh, Zuchu simu usiku sana eh, lakini Diamond Platnum alipokea akiwa na Zuchu. Hivyo basi tunaweza kusema labda huenda hajaweza kuposti kutokana na majukumu ambayo yamembana lakini pia huenda kwa sasa hivi hajataka kuposti, labda hataposti baadaye, siku bado haijaisha, mpaka saa sita usiku bado siku ni ndefu sana, hataposti tu. Lakini kitu ambacho kimewafurahisha watu wengi sana ni baada tu ya Zuchu kuonyesha zawadi ambayo mwanaume wake amemnunulia katika siku yake ya birthday, licha ya kwamba mume wake Diamond Platnumz hajakumbuka kumposti au amebanwa na kazi ameshindwa kumposti, lakini kumbe tayari usiku wa jana msanii Diamond Platnum alimpatia Zuchu zawadi ya gari aina ya Range Rover. Na hilo gari ukiliangalia ni gari la thamani sana, gari lenye thamani ya zaidi milioni mia moja. Unaweza kuona ni kwa namna gani msanii Diamond Platnum ameendelea kuonyesha thamani kubwa kwa Zuchu katika maisha yake, lakini pia ameendelea kuonesha ni kwa namna gani anamthamini Zuchu kwa namna ya tofauti sana. Wanawake wengi sana ambao waliwahi kufanikiwa kuwa na msanii Diamond Platnumz hawajaweza kuchuma kama hivi ambavyo Zuchu anapata. Ukiangalia okay, wanawake wengi wa hapo nyuma eh, Diamond Platinum alikuwa anategemea vitu kutoka kwao, lakini sasa hivi Diamond amejipata na pesa zake eh, Zuchu anaenjoy kwa sababu tu amemkuta Diamond katika kipindi kizuri eh, Diamond Platinum ana uwezo wa kununua gari, Diamond Platinum ana uwezo wa kumfanyia chochote kile kama mwanamke wake, kitu ambacho Zuchu anajivunia sana, lakini pia anaona amekuja wakati sahihi sana kwa msanii Diamond Platinum. Ameweza kuposti hiyo zawadi ambayo Diamond Platinum amempatia katika peji yake ya Snapchat Ameandika imetoka kwa Mr. Nasibu ambaye ni mume wake kipenzi. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani Zuchu ameona thamani kubwa sana ya ile zawadi ambayo amepewa, tofauti na thamani ambayo labda angepostiwa katika mitandao ya kijamii na wengine wakawa na hoji labda huenda hao watu walikorofishana au wamegombana, kumbe sio kweli. Zuchu ameweza kuonesha zawadi ambayo msanii Diamond Platnumz alimpatia na kumuonesha upendo mkubwa sana. Unaweza kuona hili penzi la Diamond na Zuchu limeendelea kuwa penzi la mfano kwa watu wengi sana kwa sababu ukiangalia, wanapitia changamoto nyingi sana, wanapitia milima na mabonde, lakini bado wao wameendelea kupendana, bado wameendelea kufocus, bado wameendelea kuonesha ni kwa namna gani wanahitaji nafasi zaidi ya kuendelea kutengeneza mahusiano yao ya kimapenzi. Na unaweza kuona Diamond kafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kutengeneza uhusiano wake, lakini pia, Zuchu kwa kiasi kikubwa sana naye pia ameweza kufanikiwa kumtengeneza msanii Diamond Platinum vile ambavyo yeye anataka. Diamond wa sasa hivi sio yule Diamond wa zamani. Diamond wa zamani alikuwa ni mtu wa totos, lakini Diamond wa sasa hivi ameamua kutulia na mwanamke mmoja jambo ambalo kila mmoja anashangaa. Kila shabiki wa Diamond anajiuliza, imekuwaje kuaje Diamond kwa sasa hivi anatulia na mwanamke mmoja? Kumbe vitu ambavyo anapewa na Mzanzibari sio mchezo. Zuchu anajua kupika, Zuchu anajua mapenzi, nye Zuchu anajua kubembeleza. Kama ambavyo tunamuona mara nyingi sana wakiwa katika stage na Diamond anavomwimbiakwa mahaba anavyomuonyesha ufundi wake, ndivyo hivyo hivyo anaendelea basi kumuonyesha msanii Diamond Platinum anapokuwa katika eneo la faraga. Na ndio maana, Diamond Platinum ni ngumu sana kuchomoka kwa msanii Zuchu, lakini pia Zuchu na yeye kuchomoka kwa msanii Diamond ni ngumu. Hili penzi bado lipo na litaendelea kuwepo na Diamond Platinum ameamua kumuonesha thamani kubwa kwa kumpatia zawadi ya gari katika siku muhimu ya leo siku yake ya kuzaliwa. Zungumzo tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na on notification.